Shirika la Kcomnet laandaa warsha ya siku mbili kuhamasisha jamii kuhusiana na jinsi ya kutatua migogoro. Shirika la Kenya Community Media Network, Kcomnet imeandaa warsha ya siku mbili katika hoteli moja mjini Isiolo ambayo imewaleta pamoja wanahabari na baadhi ya wanajamii kutoka sehemu mbalimbali gatuzini. Akizungumza baada ya kukamilika kwa warsha hiyo, Jacqueline Mungathia ambaye ni meneja wa kituo cha redio Shahidi amesema lengo kuu la warsha hiyo ni kuhamasisha jamii kubuni mikakati zitakazotumika kudhibiti migogoro. Mimi ni mwanahabari hapa Isiolo County, tumekuwa na warsha wa ambayo imefanyika kwa siku mbili ku ambaye ni warsha ambayo ilihusisha wanahabari na jamii kwa ujumla kutoka uh, sehemu mbalimbali za kaunti ya Isiolo kuhusiana na mradi ambao mradi huu unajulikana kama Radio for Peace. Mradi huu utakuwa unaangazia masuala tofauti tofauti ambayo wakazi wa kaunti ya Isiolo wanapitia ili tuweze kuona jinsi ambavyo tutahusisha jamii ili kutatua baadhi ya matatizo ambayo tunakumbana nayo kupitia uh, kubadilisha ma perception ambayo jamii imekuwa nayo ili kuweza kutatua uh, swala hilo. Ni mradi ambao utaendelea mpaka mwezi wa nane na tunatarajia kwamba wa nane mwaka huu, na tunatarajia kwamba tutaweza kupata uungaji mkono kutoka kwa jamii ili tuweza kuangalia jinsi ambavyo tutaweza kutatua matatizo ambayo wakazi wa kaunti ya Isiolo wanakumbana nayo. Baadhi ya matatizo ambayo tuliweza kuona yanaathiri sana wakazi wa kaunti ya Isiolo ni ardhi na maji na pia mahali pa mifugo kulishwa e, yani pasture land na, na pia kitu kingine ni human wildlife conflict. So tutaweza kuangalia hizo kwa undani kabisa, na tuweze kujua tatizo liko wapi, na tuweze kuona jinsi ambavyo sisi kama jamii tutaweza kusuluhisha matatizo hayo. Naye Habiba Ahmed ambaye ni mkazi wa Kambi ya Juu amesema kupitia warsha hiyo amejifunza kutambua chanzo cha mgogoro husika na jinsi ya kudhibiti kabla haijasababisha vita. Kwa majina ni Habiba Ahmed, mkaji Isiolo, kutoka eneo la Kambi ya Juu. Warsha hii leo nimeweza kujifunza mambo mengi, especially the conflicts za community, na pia tumeweza kujua solution tunaweza kudhibiti hiyo conflict. Kitu cha kwanza, kwa sababu tuna shida ya land, yani watu wanapigania land, tunafaa tuangalie kitu ile inatuconnect na kitu ile inatudivide kitu ile inatu connect kama religious beliefs, kitu kama culture, na vitu zile sasa zenye zinatu divide ni vitu kama kukosa kazi, kuna hizi mambo na za madawa za kulevya. So tuki, tukikaa sisi kama wanajamii tuweze kuangalia kwa undani ni nini hiyo, hiyo chanzo cha hizo migogoro, tutaweza kusaidia wanajamii. Na kitu kingine sisi kama wanajamii tunafaa, hatuwezi work peke yetu, tuko na mapartners kuna kuna wa, leaders, religious leaders, kuna kuna chiefs, kuna nyumba kumi, tunafaa tushikane kwa pamoja ili tuweze ku, ku kuachisha hiyo vita. Aidha Hassan Isak ambaye pia ni mkaazi wa Isiolo ametoa shukrani kwa shirika hilo kwa kuwapa jukwaa la kuangazia maswala yanayochangia migogoro katika jamii hapa Isiolo. Mimi naitwa Hassan Isak. Tumeitwa na kampuni inaitwa Kcomnet kutoka hapa, tulikuwa hapa jana na leo, ambaye hiyo kampuni alikuwa ametuita akatuliza shida Isiolo ni nini, tukaambia shida Isiolo iko fita. Hii inatokana na nini? Tumemwambia hawa hiyo fita inatokana na ardhi, kukosa maji kwa mifugo lakini shida kubwa zaidi ni ardhi. Watu wengine ambao wako na nguvu, wale wako hawana nguvu, wamesukuma wakatoa wengine kwa ile sehemu walikuwa wanalisha, waka wamesukuma wakatoa hiyo sehemu, hiyo sehemu ikabaki bila watu, so tumewajulisha wakasema hii programu watendelea naye mpaka mwezi wa nane watufunze vizuri ndio wajue ile shida ya community ambayo wanakosana mpaka wasikisane. Hayo ya kijiri, Wambua Musembi ametoa wito kwa wakazi kushirikiana nao wakati wa kukusanya maoni yao kufahamu vyanzo na migogoro na vilevile kutafuta suluhu mwafaka. Jina naitwa Wambua Musembi, mimi uh, ni kijana kutoka tu hapa Isiolo uh, pande za Bulapesa uh, tunafurahia leo kuwa na kongamano hili. Tumeweza kujifunza mengi kutoka jana. Uh, tumeweza kujifunza kitu cha msingi ambacho ni amani, na tumeweza kujifunza mambo mengi ambayo yanasaidia na kutuunganisha ili kuleta development katika mtaa yetu. Tumeweza pia kujifunza na kujitolea jinsi ya kupambana na hali ya kutokuwa na amani. na tutakuwa na hii program mpaka mwezi wa nane, so tunaomba tu wana wanajamii e, wakati utakaofika ili tukaweze ku engage na nyinyi mkaweze kutufanyia mambo yakawa ya, ya rahisi. nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.